Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Migogoro ya ardhi ndio donda sugu kwenye maeneo yetu. Na mingine tunaisababisha sisi viongozi. Sasa nendeni kasimamieni. Rekebisheni, toeni suluhisho katika migogoro ya ardhi. Migogoro hii inaua watu, migogoro inaleta uhasama, migogoro ina madhara mengi sana. Sasa kwanza, viongozi tusijiingize kwenye migogoro ya ardhi lakini pili, tukasimame kwenye haki. Mwenye haki apate, aso haki ambiwe, huna haki. Kwa hiyo, ndugu zangu, hilo ni ombi lenu la pili, na nayaomba haya na Mungu ananisikia kwamba nawaelekeza sasa. Anayekwenda kukiuka yeye na Mungu, sio yeye na mimi. Mimi la mwisho ni mkeka. Adhabu ya Mungu anaijua yeye, mimi sijui. Usisahau kusubscribe ku comment ku like na kushare